Katika miaka 49 Chama cha Mapinduzi kimefanya mageuzi makubwa sana ya kimfumo, ya kimaendeleo, ya ukuaji katika sekta mbalimbali. Kwenye elimu, kuna sekondari za kutosha, shule za msingi za kutosha, na madarasa yanajengwa ya kisasa, na ile msongamano kwenye mashule kwa sasa haupo, lakini serikali awali ilikuwa elimu wananchi wanalipia kutoa watoto wao waende kusoma, lakini leo elimu ni bure kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha sita, wanaenda university wanapewa mikopo. Sasa wanaona Chama cha Mapinduzi kikiongoza tena kwa miaka mingapi Kenan? Ah, nadhani chama hiki kitaongoza kwa miaka isiyo na idadi, kwa maana ya miaka mingi, kwa sababu huwezi kuongelea Tanzania bila kuongelea Chama cha Mapinduzi. Watanzania wanajua wapi wametoka na CCM, kwa CCM ina maendeleo makubwa ambayo yamefanywa na serikali yake katika kipindi chote tangu uhuru mpaka leo tunapozungumza hapa. Lakini tunapoongelea CCM tangu uhuru, maana yake tano ili kuwepo ambao leo ndio CCM ndio ni pesiri ya kushinda asilimia tisini na saba uchaguzi uliopita. Nashukuru, uh, ni, ni kazi kubwa ambayo chama cha mapinduzi na serikali yake wamefanya katika kutekeleza ilani ya uchaguzi, yote walioahidi wa kwa wananchi wameyatekeleza kwa asilimia kubwa. Umeme vijijini sasa hivi tunapeleka kwenye vitongoji, ilishakamilika tunapoongelea miradi mikubwa ya umeme tuna bwawa la Mwalimu Nyerere lilishakamilika. Leo tuna SGR ilishakamilika, huduma za afya zimeboreshwa, miundombinu ya barabara inapitika, nchi na utulivu, amani imetawala. Haya ndio mambo yanayofanya ushindi wa chama cha mapinduzi kila baada ya miaka mitano uwe mkubwa. Kwa hiyo hilo ndio inaloweza kuambia kwamba ikiahidi serikali ya CCM inakwenda kutekeleza na wananchi wanakuwa na imani, na hakuna chama mbadala zaidi ya Chama cha Mapinduzi ambacho Watanzania wamebeba matumaini makubwa. Chama cha Mapinduzi kipo tayari kushiriki maridhiano na vyama vingine, tuko tayari na CCM ni baba wa maridhiano tangu historia ya nchi hii. Ukiangalia Zanzibar, tulishafanya maridhiano kwa hata sasa, tuko tayari kufanya maridhiano kama yapo maridhiano ya kuridhiana, hakuna shida, sisi ni chama kiongozi. Kwa hiyo tunashirikiana na yoyote ambaye anataka kushirikiana. Hiyo ndio CCM ilivyo.